Najua saa hizi ni saa sita ya usiku. Kuna wale ambao wako kwenye vitanda saa hii wamelala na kuna kijana kama huyu amekuja kwa ajili ya kufanikisha maisha yake kwa kujiunga na Jicho la Tatu la Dunia. Sasa maamuzi ni yako we mwenyewe. Jicho la Tatu la Dunia unapofanya maamuzi, haikulazimishi bali unafaa kufanya maamuzi kutoka kwa moyo wako na bali hata wanawake pia wanakubaliwa na wanaume wanakubaliwa. Kama hapa Hedoni amefanya maamuzi na anabadilisha maisha yake na baraka nampa. Na wengi huuliza ni kwa nini nakuja kwa maji usiku wa saa sita. Ni kwa sababu masaa kama hii ndiyo masaa nzuri ya miungu ya jicho la tatu la dunia, inaweza kuaksepta na kujibu maombi kwa haraka na kukukubali kibinafsi kwa haraka zaidi. Don, nenda ukasaidie na wengine wanaotaka kujiunga katika jicho la tatu la dunia. Sasa hii wamelala, kesho atakuona umefanikiwa. Sawa, haya, sawa.